Kwanza kwa majina naitwa Arnold Nsekera ndo katibu mtendaji wa shughuli zote za Simba Sport Club. Of course hii dabi iliahirishwa kwanza kutangia tarehe nane mpaka ikaja tena tarehe kumi na tano ambayo ilikuwa ni siku ya jana, lakini bado imeahirishwa tena mpaka tarehe ishirini na tano. E, sisi kama wanasimba tumeipokea, tumepokea ijapokuwa kama Simba Sport Club haijatamka lolote juu ya dabi iliyoahirishwa tarehe ya jana na hatimaye kuwa tarehe ishirini na tano. Tunajua rais wetu ni mtu wa mpira, baada ya kuliona ili sakata haliendi vizuri akakaa na pande zote mbili Akaliweka vizuri kwa sababu pande wa pili ilionekana kwamba hawezi kucheza, lakini natumaini sasa hivi watacheza baada ya tamko la rais kukaa na pande zote ili dabi ifanyike. Nasi tulikuwa tunapenda sana dabi ifanyike pande zote, ili tuangalie mshindi atakayechukua atakayechukua kombe apate ushindi kwa uhalali wa kucheza uwanjani. Nasi tulisema kwamba yoyote anayetaka achukue ubingwa, akisha amemkaba mem, mpanzu amemkaba na kibu na wengineo Huwezi kuchukua kombe kirahisi rahisi tu bila kuwakaba hawa wachezaji wa Simba Sport Club. Kwa upande wa Simba Sport Club tupo tayari kucheza hiyo mechi endapo uongozi wetu umetusii tukacheze tutaenda kucheza kama kanuni zinavyotuelekeza za mpira wa, mpira wa Tanzania. Aa, mimi nadhani unajua katika dabi kuna mbinu nyingi za kimchezo kama wenzetu walivyokuwa nasema kwamba hatuchezi lakini tulijua tu wata wataingiza timu kwa sababu walipokuwa wanasema hawachezi bado timu ilikuwa inafanya mazoezi usiku na mchana, jioni na asubuhi na mchana. Sasa walikuwa wanafanya hao mazoezi kwa ajili ya nini? Tukajua hizo ni mbinu za ki kiuchezaji, au zi mbinu za kupata matokeo. Nasi kama Simba Sports Club, inawezekana ikawa ni mbinu mojawapo ya kuto kutamka lolote kwa upande wa dabi ya tarehe ishirini na tano. Ukiangalia mashabiki wengi wa Simba nje ya ninyi hapa, ukiwasikiliza jinsi wanavyozungumza ni wanaonesha ni namna gani ambavyo tarehe hiyo pia wako tayari kushiriki kwenye mchezo huo. Ha, sisi Simba tuna mbamba mbamba kama Simba Sports Club, ukanda wote wa nyanda za juu kusini, especially kwa mkoa wa Mbeya, tupo mstari wa mbele sana kwenda kuisapoti klabu yetu na inapocheza dabi ya aina hii kama Simba Sports Club mkoa wa Mbeya hatujawahi kuferi, lazima tutoe zaidi ya gari kumi kutoka ndani ya mkoa wa Mbeya. Nasi kama hiyo dabi ipo, tunawashauri wote wanasimba mkoa wa Mbeya na mikoa ya jirani ya Njombe, Iringa, Rukwa, Songwe na mikoa mingineyo tuende tukaisapoti klabu yetu, tuhakikishe tunapata hizo pointi tatu. Pointi tatu kwetu ni muhimu sana, ili tuweze kuchukua ubingwa wa ligi kuu. Kwa sasa yapo maneno mengi ambayo yanazungumza na watani wenu, na imekuwa ni kama vile wamegeuza kibao kwenu kwamba sasa mchezo unachezwa na wao, sasa furaha imegeuka kwao, wakati hapa kipindi cha katikati ilikuwa furaha kubwa kwenu ninyi. Je, e, ninyi hili kwenu haliwavunji moyo kuelekea kwenye dabi ya tarehe ishirini na tano? Ah, sisi hatuvunji moyo, inaonekana wale wanajitekenya na wanacheka wao wenyewe, kwa sababu ili swala sisi tulishajipanga tangu awali wa kwamba tutacheza na wao. Ndio wanasema hawapeleki timu, lakini sisi tulikuwa tunajiandaa na wao walikuwa wanajiandaa kimya kimya. Kwa maana hiyo, ilo swala kwetu hatuna hofu yoyote na wao, kama wana hofu ilikuwa ni mbinu zao. Nadhani tarehe ishirini na tano kitaeleweka, ipi mbivu na ipi ni mbichi. Mashabiki wa Simba tumewaona hapa siku ya leo, nini ambacho kimewavutia kufika hapa siku ya leo? E, kwanza ndugu mtangazaji, nipende kuchukua nafasi kupongeza juhudi za serikali ya Tanzania kwenye upande wetu wa hifadhi za taifa. Of course, wana wanasimba karibu wote tuliofika eneo hili ilikuwa ni mara yetu ya kwanza. Kwa kweli limetushtua sana kwamba ukanda wetu wa nyanda za juu kusini especially haya maeneo ya Kipengere ambayo ndio ana maporomoko haya ambayo ni maporomoko ya maji ambayo ni maporomoko zaidi ya hamsini. Kwa kweli ni eneo moja la kivutio sana. Niniombe na niniombe serikali iweze kulichukulia jicho la tatu ili eneo, kwa kweli, ni eneo ambalo linapendeza sana, lina vivutio vizuri sana nasi, kwa kuwa ni mara yetu ya kwanza, nadhani tutaenda kupeleka kuwa mabalozi wa kupeleka ujumbe kwamba, jamani, tuende kwa pamoja, tukasapoti serikali yetu kwenye tasnia hii ya hifadhi za taifa ha, especially kwenye maporomoko ya maji ambayo tumejishuhudia leo hii, ambao kuna maporomoko mazuri sana, kuna maji mazuri sana, kuna mawe mazuri sana kwa kweli eneo linapendeza sana. Katika kutalii kwenu hapa ni kitu gani ambacho kimewavutia zaidi? Kwa kweli kilichotuvutia zaidi ni mandhari iliyopo hii hifadhi, jinsi walivyohifadhi misitu hii. Kwa kweli kuna miti ya kupendeza, kuna mawe, kuna maji, kuna vivutio vingi sana hasana sana. Tulikuja kuvutiwa sana, hatukutambua kwa kweli, imekuwa ni mara ya kwanza kwamba kumbe Mkwawa wakati ule wa harakati za ukombozi aliweka hili kama ni kambi lake la kujificha. Kwa kweli tumefarijika tume sana kuona ngome ya Mkwawa ambapo ndipo alikuwa ame, ame anajificha. Tumeona kitanda chake, tumeona dhana mbalimbali ambazo alikuwa anazitumia kipindi hicho ambacho alikuwa anapambania uhuru wa Tanzania. Majina naitwa Eriki Mhogo Mpanzo, ni katibu wa Simba Sports Club wilaya ya Mwanjero, yeah, na ni katibu mkuu tawi la Sido sokoni. Mmejipanga vipi sasa na mchezo wa dabi tarehe 25? kama kawaida yetu sisi ni kuwaua tu Japo hapa katikati yetu tuna matokeo mazuri. Kwa hiyo wao wataendelea kuwa na imani yao kwamba wao sisi ni wa kupiga tu. Awamu hii hatu wanyonge, kaka. Mimi na kuhakikishia safari hii haponi. Na ndio maana naona hata wao kuzunguka zunguka kote, waliamini kabisa kwamba wanajua kabisa kwamba dabi hii hawana pa kutokea. Na nadhani mimi kusema sema mara hatuchezi sio nini, si kwamba eti walikuwa na mashida zao na bodi ya rigi sio nini ni uvivu tu wa kumkaba mpanzu, lakini mambo mengine, mimi nadhani bila mama kulingilia na kulizungumzia hilo, nadhani wao ilibidi wa, yani, ni hofu ile ya kumkaba mpanzu, anaona anapotiririka au sasa hivi tatizo jipya ameongezeka, budo budo amezaliwa upya, ni hatari. Kwa hiyo nadhani hiyo tarehe 25 ifike, sisi hatuna tarehe ya kusema kwamba sisi tunaogopa, sisi tarehe ngapi? Sisi hata wakiahirisha tarehe 25 hiyo, wakasema tutakuja siku nyingine, sisi tupo tena. Hata waseme tucheze siku mbili, sisi tupo mm, na tutawapasua kwa, kwa gharama yoyote safari hii hawatoki. mm. Nini ambacho kinawafanya mjiamini zaidi mashabiki wa Simba? kikosi tulicho nacho kwanza ni bora. mm. ndio maana yani, hata ukiangalia ya wachezaji mm. wachezaji mmoja mmoja, kwa sasa hivi timu ya Simba iko bora sana. Wao mchezaji naye muona kwa sasa naye kidogo mzuri kabisa mzuri, kwamba anaweza katutumbua Simba nipakome peke yake, lakini idara zingine zote sisi tunawazidi na nakuhakikishia Awamu hii sisi tumekamilika huku, una ahua una mpanzu kibu Dennis Mtare alo, hilo ni bara jipya jingine. Mjini hapa kuna watu watakuja kulia, wameiomba wametuita, tumeitika. Tarehe ishirini na tano tupo kama kawaida. Lakini kwa sasa inaonekana hata klabu ya Yanga nayo pia ina wachezaji wazuri kama ilivyokuwa kwa, kwa Simba. Yanga haina wachezaji wazuri, mimi nakataa hilo. wale ni Ejigo, sisi tuna vijana, safari hii tutawakimbiza. Ndio maana unaona hata mechi ya kwanza sisi hatujafungwa kwa uwezo wa timu ya Yanga, tumefungwa na refari. Hatujafungwa kwa uwezo wa timu ya yanga ya Yanga. Wewe angalia mchezo kwa nyumbani kwako, uangalie vitu vingi. Wachezaji kutokana na uzee wao wanajitahidi kumkaba kibu, wanachemka, inabidi wafanye faulu. Lakini kwa sababu refari alikuwa na maelekezo yake, sijui ni stress, sijui alikuwa pia maelekezo, mimi siwezi kujua, lakini alishindwa kumudu mchezo mechi ya tarehe 25 inaonekana ndio ambayo itakayoamua ubingwa kati ya Simba na Yanga, nani awe bingwa mpaka sasa, mpaka sasa mimi bingwa mapema tu, magoli ya haraka haraka, wale tunawazabua, tunaendelea na maisha mengine. Mimi na imani awamu hii Yanga hana uwezo wa kunifunga kwa vyovyote, sisi tumejipanga, tumejiandaa. Wao wanaamini kwa sababu labda timu haijatoa taarifa kuzungumzia tarehe 25, lakini sisi kitakachotupeleka uwanjani, tumejipanga vizuri. Tunawakea timu yetu wao watakuwa na imani kwamba sijui nini, tumekaa kimya, lakini kukaa kimya kwetu kuna bomu litalipuka. Ah, viongozi wa Simba mimi sina cha kuambia, cha kuambia tu wahamasisha wachezaji waendelee na mazoezi, lakini sisi huku tunaendelea na harakati zetu kama kawaida. Sisi tunajua tufanye nini, hatuna hatuna haja ya kuitegemea kama viongozi tu. Sisi wenyewe mashabiki wa Simba ni wajibu wetu kuhakikisha tunafanya yanayowezekana. Kila mmoja ujue alibarikiwa, na tuna vipaji tofauti tofauti, kuna mmoja na maombi kuna mwingine wa ndani kule ambao tuweze kuzungumzia. Kwa hiyo kila mtu atatumia kipaji chake. kwa kisha imechi safari hii hatoki mtu, tutarajie mashabiki wa Simba watakaotoka kwa wingi kutoka mkoa wa Mbeya kwenda Dar es Salaam kama kawaida yetu. Yani mpaka sasa tuna kosta nyingi sana, safari hii sisi tumeshajiandaa, tarehe 23 tunaondoka asubuhi kwa ajili ya dabi. Kwanza nianze kabisa kwa majina, anaitwa Tunsume Griffin Mwakinyuke ni mjumbe mkoa wa Simba Sports Club. Sisi kama mashabiki wa Simba huwa tuna utaratibu wetu wa kusafiri kila mechi itakapokuwepo Tanzania na nje ya nchi. Tumejiwekea utaratibu wetu kila wilaya lazima itoe gari zaidi ya mbili, lazima tusafiri. Kwa hiyo tumejipanga tarehe tano, si tunaondoka tarehe tatu, nadhani tutatoa gari zaidi ya kumi na mbili au kumi na tano. Kwa hiyo tuna uhakika wa kwenda kwa sauti yetu tunaiamini na ushindi lazima twende kupata. Yaani wana Yanga wajipange. Sisi mpanzu hajawahi kuepeka. Yaani lazima watamkaba na lazima watalala. Si, lazima tuwashinde, nadhani kama magoli matatu lazima tuwagonge wale watu, kwa sababu sisi timu yetu inajiamini na wachezaji wetu wanajiamini na, wa na, na timu yetu ni ya kimataifa alafu vilevile mashabiki wa Simba Sports Club ni mashabiki wa kimataifa, na ndio maana tulipewa tuzo bora ya mashabiki bora. Mimi nawaelekeza mashabiki wenzangu, naombeni tujitokeze kwa wingi kama wenzetu wanavyoendelea kulalamika lalamika. Sisi wanashabiki wa Simba hatuna tabia ya kulalamika. Kwa hiyo, tujitokeze kwa wingi kwenda kuisupport timu yetu kwa sababu kwanza Yanga ni wenyeji, tunaenda kuwapelekea mapato. Naombeni Simba, sisi sio lialia. Tuna uwezo na hatujawahi ingia bila kulipa kiingilio chochote kwamba tunaita fungulia dogi. Sisi Simba tunajiweza, mashabiki wa Simba jitokezeni kwa wingi, msiwe na hofu, ushindi lazima muende, mkawawezeshe Yanga kwa sababu yale ni mapato ya Yanga hizi tunavyoenda kutoa. Asante wanachama, Mashabiki wa klabu ya Simba, leo hii mmekuja kufurahia hapa. Nini ambacho mmekiona hapa na ambacho pia mtajivunia zaidi baada ya kufika hapa na mkitoka, mtakwenda kusimulia zaidi? Asante. Cha kwanza tulichokiona hapa kwanza ni jinsi mandhari walivyoitengeneza, kwa kweli tunaishukuru serikali yetu ya Rais Samia, wameweza kutengeneza miundombinu vizuri kabisa. Tumeweza kufika kila eneo ambayo tulitaka tufike, tumeweza kufika. Tumefika kwenye mapango ya Mkwawa alikokuwa na lala kitanda chake, tumeona sehemu aliyokuwa anapika, tumeona sehemu aliyokuwa anasaga unga, vile vigai alivyokuwa anavitumia. Tumeona maporomoko mbalimbali, yameweza kufikika vizuri kabisa, kutokana na serikali ilivyoweza kutengeneza miundombinu ya kuweza kufika maeneo husika, ambayo tumeweza kuona maporomoko Ezekiel Nondo ni mwongoza watalii hapa hifadhi ya Mpanga Kipengere, hifadhi inayopatikana katika mikoa miwili tofauti kwa maana ya mkoa wa Njombe pamoja na Mbeya, lakini wilaya tatu tofauti kwa maana ya wilaya ya Wanging'ombe, Makete pamoja na Mbarali. Hifadhi uh, ya Mpanga Kipengere ina kanda tatu za kiikolojia ambazo kanda hizo zina hali ya hewa tofauti tofauti, na hapa tulipo ni ukanda wa juu kabisa wa, wa, waikolojia wa hifadhi ya Mpanga Kipengere ukanda ambao umebarikiwa kuwepo kwa zulia au kapeti la asili la maua mwitu ambayo kimsingi anapatikana ndani ya hifadhi ya Mpanga Kipengere. Unapokuja ndani ya hifadhi ya Mpanga Kipengere, kuna aina tofauti tofauti za kiutalii ikiwemo utalii wa maporomoko ya maji ambao ni utalii namba moja kwa nyanda za juu kusini, Tanzania kwa ujumla lakini pia tuna utalii wa kihistoria ambao kimsingi historia ya Chifu Mkwawa na Chifu Melele inapatikana ndani ya chifu ya hifadhi ya Mpanga Kipengere. Tukija kwenye eneo la bustani ya dunia ni eneo ambalo kimsingi lina utofauti sana na maeneo mengine ambayo yanapatikana ndani ya Tanzania lakini pia nyanda za juu kusini. Aa, kwa nyanda za za juu juu kusini. Kusini kwa tunasema hifadhi ya Mpanga Kipengere ndo besti kwenye utalii wa maua lakini pia miundombinu yake ni rahisi sana na inafikika wakati wote wa mwaka kuanzia mwezi Januari mpaka Disemba. Hifadhi ya Mpanga Kipengere ndani ya bustani ya dunia, tuna maua mwitu tofauti tofauti ambayo yana maana tofauti tofauti kulingana na rangi ya ua halisi. Kwa hiyo ndani ya hifadhi ya Mpanga Kipengere ni best kwa utalii wa maua mwitu, lakini pia best kwa utalii wa maporomoko ya maji best kwa utalii wa utalii wa hali ya hewa, kwa maana tuna hali ya hewa tatu za tofauti, kwa maana hali ya hewa ya baridi, joto, lakini pia uvuguvugu. Kwa hiyo ndani ya hifadhi ya Mpanga Kipengere ni maeneo ambayo yamebarikiwa kuwepo kwa aina tofauti za vivutio ambavyo kimsingi ni vya tofauti sana na hifadhi nyingine za Tanzania na duniani kwa ujumla. Kwa nini maua mwitu? Ah, maua mwitu ni maua ya asili ambayo kimsingi ya or, origin yake au or, mwanzo wake ni yanaanzia humu ndani ya hifadhi ya Mpanga Kipengere. Uh, kimsingi ni maua ambayo yana maana tofauti sana. Kuna maua kama mfano kama Chikanda lakini pia tuna elcrisam. Ni maua ambayo yana rangi ya njano, maua El ya elcrisam lakini yana maana ya wivu. Kwa hiyo ukija ndani ya hifadhi ya Mpanga Kipengere, uh, utapata maana halisi ya maua na rangi zake lakini pia kwa nini yanapatikana ndani ya hifadhi ya Mpanga Kipengere pekee na sio sehemu nyingine. Na hayo mambo ni unapokuja ndani ya hifadhi ya Mpanga Kipengere utapata utamu wote. Tunaposema maua yanakuwa na rangi, zile rangi zinakuwa zina maana halisi kulingana na aina ya ua lakini pia rangi ambayo inapatikana kwenye lile ua. Kwa hiyo aina ya ua au rangi ambayo inapatikana kwenye ua itakuwa ina maana kulingana na ile ile rangi ambayo inapatikana kwenye ua. Mfano kama ua la njano, ua la njano, ua lolote ambalo linakuwa la njano, ile njano ina maana ya wivu. Ile rangi yenye, ya njano yenyewe uhalisia wake maana yake ni wivu. Kwa hiyo ukija ndani ya hifadhi ya Mpanga Kipengere utapata maua tofauti tofauti yenye rangi tofauti lakini na maana zake pia Yes, lakini ukija kwenye upande wa ua la zambarau lenyewe linamaanisha ufalme au ukuu ufalu yes, fulani. Kwa hiyo ndani ya hifadhi ya Mpanga Kipengere mambo ni matamu, mambo ni mazuri, utalii unashika una, una kasi. Lakini pia tunawakaribisha wageni wetu kutoka sehemu tofauti tofauti za Tanzania na duniani kwa ujumla, watembelee ndani ya hifadhi ya Mpanga Kipengere waweze kufurahia mandhari nzuri kama ilivyo kwa bustani ya dunia, lakini tofauti na kufurahia mandhari nzuri bustani ya dunia, kuna utalii wa maporomoko ya maji ambao kimsingi ni utalii nambari moja kwa sasa hivi kwa nyanda za juu kusini na Tanzania kwa ujumla. Kwa hiyo tunakaribishwa sana wageni tuje, tufurahi, tuenjoy ndani ya hifadhi ya Mpanga Kipengere.